Oya. <coughs> ndugu zetu ama rafiki zetu, ogopeni sana mtu mwenye ako nje ya nchi kujitafutia maisha. Huku kuna changamoto nyingi sana, najua mtuelewi. Najua mnapotaka mkiongea, si tukiwaambia hatuna, nafikiria kama tumewanyima. Huku kuna changamoto pia, kuna vitu sisi huku hatuvipati nanyi mnavipata huko huku hakuna uhuru huku, kwa hivyo jamaa, heshimu sana mtu mwenye yuko nje ya nchi yake hmm? Heshimu sana huyo mtu, sio ukiomba ile kwambia hana unaanza kupasili, kuna muita mbaya hmm? Huku kuna changamoto sana kaka, changamoto ni nyingi sana huku hmm? Huku tunakomaa, huku tunapambana huku hmm? huku yani hakuna huru, kunaendeshwa na mtu huku. Lali haya jamaa, ugopeni sana mtu mwenye ako nje ya nchi yake hmm? Sione mtu amevaa vizuri nini, eh amependeza, ukamchukulia poa, ukamchukulia hmm? freshi. Huku changamoto ni nyingi, akikwambia kitu mwelewe, iwe dada yako kwa Arabuni, iwe kaka yako kwa Arabuni, au ako nchi gani, mheshimu hmm? sana. Watu hawalali wa bro, hmm? Watu hawalali wa wanapambana sana, wanalala kidogo. Kwa hivyo yae? Heshimuni sana watu jamaa.